Vipi kaka? Nimekupigia simu nyingi sana leo lakini haujapokea. Uko sawa kweli? Nilikuwa nimelala kaka ila sijielewi kabisa. Yaani sikumbuki chochote kuhusu jana. Hata nyumbani sijui nilifikaje. Hiyo ni kawaida. Kuna wakati inatokea tu. Kwa sababu jana usiku ulikuwa vizuri kabisa. Labda itakuwa ni uchovu tu. Kwani tulikuwa pamoja wakati wote jana usiku? Ndiyo, tulikuwa pamoja kama kawaida yetu. Tulipotoka ndio kila mtu akapanda taksi yake kurudi nyumbani. Kwani hukurudi nyumbani baada ya kuachana pale? Yaani sikumbuki chochote mshikaji wangu, na hisi kuna kitu kibaya kilitokea, kwa sababu siyo kawaida kupoteza kumbukumbu za jinsi nilivyofika nyumbani na kujikuta naamka kitandani leo asubuhi. Lakini mbona ulienda nyumbani saa tano kama kawaida yako, au ulipitia sehemu nyingine? Sidhani, kwa sababu ningekumbuka hata wakati naenda hiyo sehemu nyingine. Basi nadhani utakuwa ulikuwa umelewa tu, ila utakuwa sawa. Basi poa, baadaye. Ngoja nifanye usafi kwanza. Poa. Bebi, uko sawa? Ndiyo, niko sawa kabisa. Uko sawa, na hiyo harufu ni ya nini? Harufu ipi tena mpenzi? Bebi, situliahidiana kwamba hatutakuja kusema uongo kati yetu? Mbona leo unanidanganya? Nimekudanganya na nini? Uliniahidi kwamba hautavuta sigara tena, unapaswa kutunza hiyo ahadi yako. Leo nakusamehe, ila usirudie tena. Unaweza kuendelea kuswaki wakati naandaa chai. Sawa, nakupenda. Nakupenda pia. Halo, halo, umeamka. Wewe ni nani? Jana uliniita majina yote mazuri duniani, tena ukiyarudia mara kwa mara. Leo umenisahau? Hiyo haiwezekani, nampenda sana mke wangu wa. Unataka nini kutoka kwangu? Naam, kila kitu kina gharama yake, kwa sababu jana tulikuwa wote pamoja na ukanitumia ulivyotaka. Sasa una machaguo mawili: moja mke wako aone hizi picha zote nilizokutumia, au nilipe milioni hamsini. We dada, umechanganyikiwa. Mimi sijachanganyikiwa, ila nadhani wakwe zako watazipenda hizo picha zaidi. Basi sawa, nitakulipa. Hilo ndo jibu nilokuwa nataka. Basi tuonane saa kumi na mbili jioni, nyuma ya stendi ya mabasi hapo karibu na kwako. Waheri. Pesa yako hii hapa. Tafadhali naomba usinifuatilie tena. Steve, unafanya nini hapa kaka? Asubuhi ulionekana hauko sawa, nikaona nipite kukujulia hali. Nashukuru kwa kuja kuniona kaka. Naomba unisamehe sana kwa kukuacha peke yako jana usiku. Tulipoongea asubuhi sikutaka kuliongelea hili kwa hiyo hicho ndo kilichokuleta? Samahani bebi, nimechelewa, nilienda gym baada ya kutoka kazini. Ngoja niwaache kaka, tutawasiliana baadaye. Hakuna mahali utaenda leo Steve. Alexi, punguza hasira, kwani shida ni nini? Nawezaje kupunguza hasira wakati kuna mtu hapa anajaribu kunizunguka? Steve umefanya nini? Mimi sijafanya chochote hizi asira zangu hazina uhusiano wowote na Steve cha usiku. Nataka uniambie ulikuwa wapi leo saa kumi na mbili jioni. Aa, mimi aa, nilikuwa... Ngoja nikusaidie, maana naona huna cha kuongea. Steve, rafiki yangu, huyu mke wangu ndo aliyenichoma dawa ya usingizi jana usiku, halafu akamlipa mwanamke mwingine, kisha wakanipiga picha za utupu nikiwa na huyo mwanamke aliyemlipa na baada ya hapo akamtumia huyo mwanamke kunitishia nimlipe ili asivujishe hizo picha walizonipiga. Ila baada ya kumkabidhi yule dada pesa, niliamua kumfuatilia hadi mwisho, kisha nikamuona akigawana zile pesa na mke wangu. Mwanzo nilifikiri mtu aliyeniwekea huu mtego ni wewe Steve. Naomba unisamehe sana kwa hilo. Usijali rafiki yangu, ila shemeji, umezingua sana. Hapana, Alex ananisingizia mimi sijafanya hivyo. Kwa taarifa yako, yule dada uliyeshirikiana naye yuko kwenye mikono ya polisi kwa sasa, na amesema kila kitu kuhusu mpango wenu. Hivi kwa nini umenifanyia hivi cha usiku? We mjinga nini, si kwa sababu sikupendi. Nilitaka kuwa na wewe kwa sababu ya hizo pesa zako tu, na nimezipata. Oo, umezipata siyo? Askari, fanyeni kazi yenu.